Wazalendo shusha tanga, safari safari, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Asante sana, kwanza tuongeri kwa pamoja makofi mingi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Bwana Othman Masoud Othman. Wananchi wa Zanzibar kwa ujumla wao wamekupigia kura nyingi sana na kwa kuchagua kwamba uwe rais wao, na wamefanya hivyo. Kwanza kabisa kwa kuwa nimesimamishwa hapa kwa mujibu wa dakika tano, mimi nitazungumzia kwa mujibu wa majimbo matatu: jimbo langu la Kikwajuni, jimbo la Malindi na jimbo la Kwahani. Siku ya tarehe ishirini na nane, kwa upande wa jimbo la Malindi, wapiga kura wa mapema walikuwa skuli ya Haile Salasi, na jimbo la Kikwajuni wapiga kura mapema walikuwa skuli ya Dokta Sheni ama tumekuja, na jimbo la Kohani walipiga katika skuli ya hapo uh, hapo, maana ilikuwa skuli zetu ziko karibu hivyo. Basi uchaguzi wa tarehe ishirini na nane ulikuwa ni uchaguzi wa vikosi wa jimbo langu la Kikwajuni, ilikuwa ni wapiga kura wa ofisi ya magereza au vikosi vya magereza. Na kwa upande wa helisalasi walikuwa wapiga kura ni migration na vikosi vya zimamoto. Na kwa upande wa kwahani ilikuwa ni jeshi la polisi. Ukiangalia kwa ujumla wao, tume ya uchaguzi inasema kwamba ni watu maalum wa kupiga kura, lakini ni vikosi, hakukuwa na watu maalum, maana raia wa kawaida hawakuwapo mawakala wetu walikuwemo katika vituo mpaka dakika ya mwisho, lakini walikuwa na kodi zao baina ya tume na vikosi. Kwanza, moja ya kodi yao ilikuwa hawakubali kutia wino kwa kura ya mapema, walikuwa wakitumia makapeni ambacho si sahihi. Kama tume ya uchaguzi, mtu akishapiga kura, wajibu wake kuthibitishwa kwamba amepiga kura, na sehemu moja ya kuthibitisha kwamba amepiga kura wino. Kwa hiyo hichi ni kitu cha mwanzo ambacho kimewafanya wapiga kura walio wengi wa vikosi wameacha kutia, na ilikuwa kwao kama ndio kodi yao kwamba ni marufuku kutia wino. Na hata mawakala eh, makarani wa tume ya uchaguzi walikuwa na wao wakishiriki kuto kufanya hivyo, japo kuwa ilikuwa ni wajibu wao kuwalazimisha wapiga kura ambao wamepiga kura kuwatia wino. Hili limefanyika katika sehemu zote tatu au majimbo yote matatu. Na waliwadhibiti uh, mawakala wetu wasiseme chochote. Vile vile walivitumia vitambulisho vya watu ambao wameshafariki na kufanya kwamba wao ndio wapiga kura halali ambacho si sahihi. Vile vile waliwatumia watoto wadogo kuwavisha uniform za vikosi vyetu ambavyo ni vikosi kwa mujibu wa sheria ni matatizo na ni makosa makubwa. Mtoto chini ya umri kumvisha uniform ya nchi na kwenda kupiga kura. Siku ya tarehe ishirini na nane tulikuwa tuna kazi kubwa sana, na moja ilikuwa ikiwapata mawakala wetu ni kutolewa katika vituo. Kulikuwa hakuna maelewano mazuri baina makarani na mawakala wetu, ilikuwa ni maadui wao kwa kweli wapiga kura walipokuwa akija katika, katika vituo vya kupiga kura waliwanyima fursa hata pale ambapo wakala anahoji jambo la msingi. Kwa mfano katika jimbo la Kikwajuni kituo cha Kilimani juu, kuna wakala wetu mmoja alinyimwa kupewa daftari, hata pale alipokuja msimamizi wa jimbo anamwamrisha karani ni halali, ni wajibu wake wakala kuwa na buku, basi karani pia anapinga. Kwa hiyo utakuta kwamba kulikuwa kuna maamuzi tofauti baina ya tume, makarani na uchama ndani yake. Kwa hivyo baada ya mabishano makubwa, karani aliamuru na aliamua kumpa buku lile la la wapiga kura. Kituo cha Mwembeladu makarani walikuwa wanachana kura zaidi ya moja mimi kama mgombea nilisimama na nikamwambia karani, kwa nini unamchania kura zaidi ya moja mtu ambaye? Nenda akaniambia sio kazi yako, nikamwambia sio kazi yangu lakini mi ni mgombea. Papo hapo, wakati naendelea kujadiliana naye, askari akasimama kwamba unataka kutuchafulia kituo. Kwa hiyo wako maskari utashi wa kisiasa uliwazidi ndani ya vituo vya kura, na kuwasababishia mawakala kuwatoa kituo cha raha. Leo wakati wa kuhesabu kura mawakala wengi waliwatoa, ikanibidi mimi mgombea nikae wakala wa kuhesabu kura. Kwa hiyo nilikaa wakala, kwa hiyo nikashindwa kurotate.